Tunapoendelea kutoa mafunzo, taasisi ikishapatiwa mafunzo basi na yenyewe, e, tuna tunaruhusu ile feature iendelee kutumika katika taasisi yao. Kwa upande wa Contract management tumeiachia kwa taasisi chache na nyingi ni zile ambazo zinatumia mfumo wa malipo wa eRMS. Kwa hiyo kadri tunavyoendelea kufundishana tutakavyokuja kuachia eh, moduli ya Contract management kwenda full sasa eh, implementation basi taasisi zitakuwa zimeshajiandaa tayari kwa ajili ya utekelezaji utekelezaji huo sambamba na mafunzo ya NEST. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa pia na eneo jingine ambalo tuliona ni muhimu e, kusanyiko hili wakapata uelewa ni eneo ambalo linahusu price adjustment kwenye shughuli zetu za ununuzi. Ununuzi mikataba yetu e, imebeba ime, ime vifungu ambavyo vinaweza vikaruhusu mabadiliko ya bei wakati wa utekelezaji wa mikataba. Sasa hilo ni eneo ambalo limeonekana lina changamoto zake, na e, PPRA kama mamlaka tulifanya utafiti kwenye hilo eneo la price adjustment, na matokeo tuliyoyapata yalionyesha kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo tumeweka utaratibu sasa hivi kwenye session zetu ambazo tutakuwa tunaziendesha za mafunzo, basi tutakuwa tuna muda ambao tutazungumzia pia suala la namna ya kuhendo mabadiliko ya bei wakati wa utekelezaji wa mikataba. Tumejipanga na tunawafundisha kuhusiana na mabadiliko ya bei za mkataba, kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa, hasa baada ya mikataba kuwa imeingiwa na e, vile vifungu vya mikataba ambavyo vinawekwa na taasisi nunuzi e, wanashindwa kutekeleza. Sasa tunawapitisha katika maeneo mahususi. Tumeanza na hili eneo la mabadiliko ya bei za mkataba nini maana ya mabadiliko ya bei za mkataba lakini athari zake ni nini na nini ambacho kinatakiwa kufanyika ili kuto kuiletea eh, taasisi au serikali hasara katika hayo mabadiliko ya bei za mkataba ambayo inafanywa na hizi taasisi nunuzi. Mafunzo haya yatakuwa ni ya muda wa siku sita. Tumeanza siku ya leo na tutamaliza ile siku ya uh, Jumamosi tarehe ishirini na tano mwezi Oktoba, na tunaamini baada ya mafunzo haya tutakuwa tumewajengea uwezo na wataweza kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao hasa kwenye eneo la ununuzi na ugavi kwenye kununua tendering tushajua, tushajifunza, lakini eneo kubwa ambalo sasa hivi tunalikosa ni kwenye kusimamia mikataba. Kwa hiyo usiposimamia mikataba, mikataba kutakuwa na ongezeko la bei za mkataba wanaita addendum amendment zitafanyika nyingi sana. Pili, ucheleweshaji unataka huduma leo itakaa miezi sita mingapi jao haijapatikana. Na tatu pia hata e, matumizi kile kitu unachotaka kukipata utakipata kwa wakati kwa hiyo sasa hivi kutokana na eneo hili litaleta tija kubwa sana, na mwamko wa wazabuni kuku, kuku, kuku, kunufaika na kutajirika na pia sisi taasisi nunuzi kuweza kutoa huduma kwa jamii.